My man. Wote ni wakuiba. Shame on you. Shame on you. Yenu mama mtoto unakula wote kwa familia hivi utaki kwenda huko nje. <laughs> Ni juu yako, no. My husband. Yeah. Who is this? Who is this lady? Simuache simuache. kindly, si Make me understand. Unafanya <coughs> nini hapa? I I don't want peace. I want, problems, I don't want peace. I want problems always. Ah, uh, hello, people mazuna paka so guys ma kawaida, tuko na, naweza kuita Kami. Kami. Kami. Yeah, Kami. Eh, Oh, okay. Kami tuko na Kami tuko na Fred na tuko na mama yao Rozi

Mm. Hmm. A, si mamake? Hapana, si mamake kwashua. Yeah, kabisa. Mm, kabisa. Yeah, well, well, like, um, kama ni chuki tu inafanya, hapana. Hmm, si chuki

Ona, simwache kindly, simwache tu okay, simwache bila mimi kuniambia unamwita. Sikujua italeta hii shida yote. Ona, nyamaza, supia, unyamaze si unyamaze pia wewe Utulie. Hata wewe unajua mwezi pigana mbele yangu, amwezi pigana mbele yanguna si si kujua italeta hivi vita yote. So I just wanted her to know. Kenya alifanya <mucho> si mzuri. Hata yeye pia naenda saidi yako, naenda saidi yako, na pia wewe ndio ulete hii mambo yote. Nipigie bwana. <laughs> Nipigie bwana. All of this <laughs> ni juu yako. <laughs> This is my husband. Na wewe pia. <laughs> Oh, so say, so sai na kutetea na kutetea na kutetea, unaanza kuniongelesha vibaya. Na huyu na tulia. Pia wewe tulia. <laughs> Wait. Si kila mtu anyamaze. Sijamwambia anything. Amekuja hapa na kierehere pia, wee nilikuambia just come kama umetulia. Oh. Okay. Sawa na umekosa all the drama kila kitu sa ungeumia ungeumia. Somebody could be not, I couldn't be alive today. So I'm still in ten, so make me understand. Ndstan au utaelewa kwa saa hii. With time,

Ah, okay, let me put uh-huh, my shoes. Drama queens ndio zile jama quini ni zako husband snatcher

Mbona unashangaa? Bado ni <laughs> wetu, unakula wote kwa familia hivi, utaki kwenda huko nje? Ah, hayuko karibu. So apparently he's engaged at work kidogo but he'll be coming. He left I think uh, the day before yesterday, yeah. Na ando ni Yeah, I've got that information. So no, don't make it look funny. And you have this, mother.

Kila time nataka kujua, he keeps on postponing it. But this time round, I decided to... <sighs> get the truth by myself. But wait, before we take the truth, mm. I have a concern here. Hizi vitu zote zimefanyika sahi, tunajua who she really is. Uko sure bado a watuni wabwanako, a labda maybe kuna mtu mwingine kwa picture? Aibisha, aibisha mamangu. Mwaibisha mwanike hivi. Usijaribu kuniongelesha upuzi na kurarua mabare saa hii. Jaribu kuni cross saa hii. Wewe. Na kanyaga ushangae. Wewe. Na hivi guy kama wa village people. Wameamua tu kukutumia wewe

Mtaka kujua nini sasa? Na ukweli mshajua sasa, ibiana shida gani? Na mshajua kila kitu, so already ume create chaos mess kwa familia za watu sasa. Hata tujui tunaenda wapi, tunaelekea wapi? Angalia na watoto, utaniletea? Utawalea? utaniletea Utawaleta? Wacha tusikie kama ataleta. Utaleta, utaleta nile? Wacha kuniangalia hivyo. Wanawake mwenyewe alisema mtaki. three. I mtumsemu enye unafaa kublame ni bwanaako, sawa? So aje kutuliza yo kitu ama ufunge na kamba chakunisumbua. Then, una adabu kusema maneno kama ajui kufunga pia, huyo ni kufunga, ajui mfunge, basi mwafunge. Na mbona basi ungetuliana wewe, kama alifunga ungefunga. Mimi najua kufunga, so funge yako, eh, ni juu sasa. Me I know what I want, what you want. Ona guys, guys stop it, simu wote ama nyi wote pia. Ona songe pale, kwa hiyo manenyu, please kuja chukua kiti, okay. Woo.

Ona, oh guys, simtembee tu mwache maneno mingi kukula <tipos>

Wapinga kwa sababu reason behind, ngoja reason behind niliamwanga kukuua there was a reason behind it. Nikuambia reason mama. Nikuambia tu kweli. <laughs> There was a time. Uh -huh. <laughs> Uh -huh. Hmm. I was dating. That time kama kumfanyia revenge. I was dating. Eh, niko na date. <laughs> Mimi kuja ku realize washa like, wali

It's because I was agitated. This lady over here, do you know vizuri nilimpigia? And then whatever she did, she was just write a text. Kuniambia kuna bwanangu. Na mseme ni okay. Nitaomba kitu moja atuambie kweli

akuna kitu anahacha ni kuambia hivo, vile umejiingiza kwa mix, usifikirie uta survive hata kama nditakuwa

Nimekwambia siku after every nonsense. Man, mimi nilikuwa hapa kwa revenge, sawa?